Nakuusieni kama vile ambavyo nastahiki kuhisia nafsi yangu kwanza juu ya asali zima la kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa taala. Takwa kumwogopa mwenyezi Mungu na takwa, makusudio yake manake ni kuwacha makatazo ya Allah subhanahu wa taala. Konnajiusia nafsi yangu na ninakuhusieni na nyinyi kwa ujumla, tuwache yale yote Allah subhanahu wataala aliyotukataza kwani katika kuwacha aliyokukataza Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ni kwenda katika mafanikio moja kwa moja. Ibadallah, enyi waja Mwenyezi Mungu, yaqulu llahu tabaraka wa taala, anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, tabaraka aliyetukuka, wa taala na ni mtukufu. Innama lmuminuna ikhwa, kwa hakika waumini wote ni ndugu. Innama almu'minuna ikhwa kwa hakika si vinginevyo waumini wote ni ndugu. Hiyo ni aya ya 15 ya sura Al-Hujurat. Hum ikhwatu fid dini. Waumini hao ni ndugu katika dini. Ni ndugu katika dini. Wal ikhwatu fid din aqwa minan nasab. Na udugu katika dini una nguvu zaidi kuliko ule udugu wa nasabu, kuliko yule ambayo uliozaliwa naye katika tumbo moja, baba mmoja, mama mmoja. Mkiwa na undugu wa dini una nguvu kuliko kitu kingine chochote. Bal, bali innal ikhwata fi nasab, ule udugu wa nasabu maadami fi ddin, pamoja na kwamba dini haipo, laisat bishai, si lolote, si chochote, udugu wa nasabu ikiwa ndani yake hauna dini, udugu huo si lolote si chochote, hauwezi kukusaidia kitu. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu tunapokea tunapokea kisa kile cha Nabii Nuh alayhi salam. Nabii Nuhu alaihi salam alipokuwa yeye na mwanawe, yeye na mwanawe, na ya bunayya irkab maana e mwanangu, we panda pamoja nasi Panda jahazi hii tuondoke, wala takun na, wala usiwe mal ghafil, usiwe pamoja na hao, panda humu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani fahala bainahuma lmauju, ikaingilia kati baina mtoto na baba wimbi, fakana min almughraqin, akawa ni miongoni mwa waliozama. Mtoto yule kazama, hakumsikiliza babake. Kwa nini imekuwa hivi? hauna natija yoyote? kwa sababu udugu uliokuwepo pale ni udugu wa nasabu tu, sio udugu wa dini. Laiti ingelikuwa udugu wa dini, angepanda jahazi pamoja na baba yake. Nabii Nuhu anasema innabni min ahli, anamwambia Mwenyezi Mungu, we mola wangu, we huyu mtoto wangu ni katika watu wangu hapo anaonyesha nasabu ni katika watu wangu, anataka kuonyesha kama ipo katika dini, huyu niko naye kwenye dini. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, innahu laysa min ahlik, huyo si katika watu wako, huyo uko naye katika dini, ule udugu wa dini haupo. Innahu amalun ghairu salih, kwa hakika yeye huyo ni kitendo ambacho siyo chema kwao tunaonyesha waziwazi ule udugu wa nasabu kama haujaambatana na dini, si lolote, si chochote, hauwezi kumsaidia yoyote. Watu watakusanyika, watakulilia, watakufanyia kadha na kadha, lakini kama hakuna dini, hakuna kitu hapo. Sasa tukisha kutambua kwamba udugu huu wa dini ndio wenye kufaa zaidi, nini kifanyike? Cha kufanyika hapa, annasiha ni kupeana nasaha, kwa sababu la budda an takuna hadhihi al uhuwa, hapa na budi kuwa katika udugu huu, thamaratun, uwe na matunda, huu udugu wa dini uzae matunda. Na matunda yenyewe yatapatikana vipi? Linasiha, kwa kupeana nasaha, tukinasihiana ndo mambo yatakwenda vizuri, na kunasihiana ana ndo nini? Kuambizana ukweli, kuonyeshana heri. Pale unapomwambia mwenzio ukweli, hapo umemnasihi, umemkwamua, umemwongoza. Lazima umwambie ukweli, unafanya kadha na kadha, hili si sahihi. Sema tu, utumie njia nzuri, kwa sababu zipo namna za kuzungumza baina ya mtoto na baba yake, baina ya mke na mume, lakini na marafiki, lakini na, na wanachuoni, lakini na viongozi wa nchi na wengineo. Ukiamua kuwanasihi mmoja mmoja, kwenda daraja moja baada nyingine, kuna utaratibu wake. Hii dini ina utaratibu, ina maelekezo, sio ufanye tu unavyotaka. Kwa hiyo ili upatikane ule udugu wa kweli, ni tunasihiane, tuambizane ukweli, tuonyeshane kheri, tushirikiane. Hizo ni nasaha katika kheri. Nabii Nuhu vile vile anaambia watu wake, wa ansahu lakum, na mimi ninakupeni nasiha, wa aalamu min Allah, na ninatambua kutoka kwa Allah ma la taalamuna, yale ambayo nyinyi hamuyajui mimi ninayajua, ninakupeni nasiha msifanye hivi. Yani lastu bighash lakum, mimi si mwenye kukuhadaeni. Kinyume cha nasaha ni hadaa anakupa maneno ya kukupambapamba tu, anakwambia hivi, kumbe kinyume chake anafanya mengine. Mimi simwenye kukuhadaeni, wala ghadirun, wala kukufanyieni udanganyifu, mambo ya ujanja ujanja. Mimi nnakwambiaeni ukweli, wala ghadirun, wala simsaliti kwenu, mimi sikusalitini, hanokwambieni ni ya haki kama tani naye Walakinni nasihun, lakini mimi nakutakieni kheri, nakupeni nasaha. Haya mnayoyafanya sivyo, na sisi lazima kama ndugu wa Kiislamu sio tuna nyama zakini, tunasihiane tuambizaneni ukweli, tushirikiane kutoka ngazi ya chini mpaka juu kabisa huku. Kama sisi ni waumini wa kweli, tushirikiane kuonyesha kwamba sisi tunanasihiana na tunatakiwa tuwe kitu kimoja na wale ambao wote wanatusapoti katika dini yetu, wale ambao wote wanatutakia heri katika dini yetu katika maisha yetu, sio wale ambao wanataka kutuharibia na kutugawa sisi. Lazima tuwe hivyo. Ibadallah, enyi waja wa mwenyezi Mungu, inapokelewa hadithi kutoka kwa Tamim ibn Ausi Ddari radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema addinu nasiha, dini hasa ni kunasihiana, ndio msingi wa dini. Msingi wa dini ni tunasihiane, ili pasiwe na machafuko katika jamii zetu, katika mataifa yetu. Lazima tunasihiane, sio tunaachiana, tuambizane. Qulna, tukamwambia ya rasulullah, liman, hii nasaha ielekezwe kwa nani? Linani, kwa nani tumuelekeze nasaha hii? Qala, akasema mtume lillah kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wali wa likitabihi na kwa ajili ya kitabu chake wa lirasulihi na kwa ajili ya mtume wake wa liaimmati lmuslimina na, na kwa viongozi na kwa viongozi na kwa viongozi wa Waislamu wa ahamatihim na watu wote kwa ujumla. Nasaha zipite kote huku, sio nasaha zitoke juu tu kuja chini, lakini vile vile nasaha zinatakiwa zitoke chini kwenda juu vilevile kwa dhahiri na kwa siri, lazima tunyoshane kwa maelezo. Tukinyamaziana hatufiki sehemu. Huo ndo msingi wa dini, na wanachuoni wana tafsiri na saha kwa Mwenyezi Mungu, ndo vipi? Wanasema bil ikhlasi, bil ikhlas, kwa kuwa jambo lako ulifanye kwa ajili yake yeye Usimwonyeshe mtu wataabudu lahu la, na kumwabudu Mwenyezi Mungu yeye peke yake, mahabbatan watadhima, kwa kupenda na kutukuza. Hiyo ni nasaha kwa ajili ya Allah, uwe na ikhlas unapotenda matendo yako ufanye kwa ajili ya Allah. Lakini vile vile, dhakiran lirabbihi, mtu huyo anasaa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, uwe unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, bikalbihi wa lisanihi wa jawareh, kwa moyo wako kwa ulimi wako na, na, na, na, na viungo vyako vyote uwe unamtaja Allah subhanahu. Hiyo ndo nasaha kwa ajili ya Allah. Lakini vile vile ghiratuhu lillahi idha ntuhikat maharimuhu, uwe na wivu kwa ajili ya Allah subhanahu wataala pale watu wanapo wanapoenda kinyume na kuvunja heshima za Allah subhanahu wataala. Lakini walikitabihi, nasaha kwa ajili ya kitabu cha Allah subhanahu wataala. Kivipi? yudafiu l insani anhu Ukilinde kitabu hicho watu wasikichezee wasikitukane, na wewe ukanyamaza kimya tu. Unatakiwa utetee, usione ladha tu ya maisha ya dunia ukanyamaza kimya utasema, mimi nikisema hapa ntapelekwa gerezani, ntafanywa hivi nini. Wewe Davion Unatakiwa ukitetee kitabu cha Allah Subhanahu wa Taala, wale wenye kukipotosha maneno ambayo hayamo ndani ya Qurani, maelekezo ambayo si yalotolewa na, na Allah Subhanahu wa Taala. Unatakiwa yote uyapinge, useme huo sio ukweli. Waman asdaqu min allahi qila, waman asdaqu min allahi haditha, hakuna anaosema ukweli kuliko Mwenyezi Mungu na hakuna anayesimulia vizuri zaidi kuliko Allah Subhanahu wa Taala, hakuna lakini vile vile an yanshura alinsan maanahu, kueneza maana yake, maana ya kweli ya Qurani ni hii, kama vile wanavyofanya wanachuoni. wabihtirami Alquran, na vile vile uheshimu Qurani, usiitupe tu mahali popote, na usiifanye tu unavyotaka wewe. Iheshimu na uonyeshe, uanze kwa familia yako, waiheshimu ile Quran, si wanaifanya tu wanavyotaka wao, lakini Kum, nasaha kwa ajili ya mtume li rasuli al-imani bi risalatihi, kuamini ule ujumbe wake, tayari hapo ishakuwa nasaha kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya pili tasdiku khabaruhu, kuzisadikisha habari khabari zake, fama kudhiba wala kadhaba sallallahu alaihi wasallam, hapa kusemwa uongo katika maneno ya mtume wala yeye mwenyewe hakusema uongo. Allah subhanahu wataala anasema ya wama yantiqu anil hawa, Muhammadi huyu mnavyomuona hatamki kwa matamanio yake kama tunavyosema sisi, in huwa illa wahyun yuha, hayakuwa hayo anayosema isipokuwa ni wahyi ambao akateremshiwa. Lakini vile vile sidqut ittibai lahu, uwe mkweli katika kuifuata kumfuata huyo mtume uwe wewe mkweli. Mkweli kivipi? La tatajawaz shariata, usivuke sheria za za mtume sallallahu alaihi wasallam alizokuja wa nazo usizivuke. Ushaambiwa hivi, wewe unatakiwa usimame hapo hapo. Hivi ndivyo tekeleza, hivi sivyo, stop, achilia mbali. Lakini vile, vile adhubu an shariatihi kuilinda sheria ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana kuna watu wanaingiza vitu simo katika Qurani katika dini yetu, wanaviingiza unatakiwa uilinde kwa maneno. Na kuna wengine ambao wanatoka nje ya dini yetu, wanaishambulia sheria yetu ya Kiislamu, sheria ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unatakiwa uilinde. Kama wewe hujui kuilinda hapo ukasema mi sijui, mchukue mhusika mpeleke kwa mwanachuoni amnyooshe, wewe kwa maneno na ndio maana kuna wengine wanakuwepo maskani, anakuwepo maskani, anampigia simu shehe, mathalan, anamwambia, hapa ninakuweka loud speaker, niko na wenzangu tunabishana juu ya jambo fulani, hebu tuwekee sawa. Huyu amethubutu akasema, ah, mimi sina elimu, lakini subiri nimpigie fulani, yeye anaelimu kuliko mimi, au anaelimu kuliko sisi, tumsikilizeni. Anatoa maelezo hivi ndivyo sona kakinya tu, lakini vile vile ihtiramu ashabu kuwaheshimu maswahaba wa Mtume, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaotukana maswahaba wa Mtume. Sasa sisi tunatakiwa tuwaheshimu. Hii ndo maana nasiha katika dini tunatakiwa tuwe nayo. Aqulu qauli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh.

Tunazungumzia nasihatun fi ddini, nasaha katika dini. Ndiyo msingi wa dini. Bila nasaha hatuwezi kuokoka, hatuwezi kupenya. Lazima tuambizane ukweli, lazima tushikamane, lazima tuoneshane kheri. Hivyo ndivyo tutafika salama usalimini. Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam katika hadithi yake iliyopokelewa na Tamimu ibni Aus ddari radhiyallahu anhu anasema addinu nasia, qulna liman, dini ni nasaha, tukamwambia Mtume, ni kwa nani? Qala lillahi, akasema ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wa likitabihi, na kwa ajili ya kitabu chake, wa lirasulihi, na kwa ajili ya mtume wake, wa liaimmati lmuslimina, na kwa viongozi wa Islam. Hebu tusikilize kidogo kidogo hapa, tuelewane kuhusiana na viongozi wa Kiislamu. Wanachuoni rahimahumullahu wanawagawa viongozi katika kipengele hichi katika namna mbili, viongozi wa Uislamu, wanasema imamatun fi ddin, uongozi katika dini, wa imamatun fi sulta, na uongozi katika utawala. Wote hawa wanaingia hapa, hawa ni viongozi wetu katika jamii zetu. Viongozi wa dini tunatakiwa tuwasikilize, sam'an wa taa, tuwasikilize na tuwatii, tena tuwasikilize kwa umakini na tuwatii. Lakini vile vile na viongozi wa nchi wamegaiwa katika sehemu mbili hizi, lakini hili ntalizungumza katika kipengele kimoja leo insha Allah, imamatu fiddin, huu uongozi katika dini nasaha tuwaelekeze vipi viongozi wetu katika dini. Lakini hutuba ijayo inshallah, tutakuja kueleza imamatun fi sultan, viongozi hawa wanaotutawala ambao wana nguvu za kiutawala, tutakuja kuwazungumza inshallah katika hutuba nyingine. Usije ukakosa inshallah. Leo twende na imamatun fi ddini, vipi tunaweza kupata nasaha kwa kupitia hawa viongozi wetu wa dini. Nao hawa viongozi wetu lazima tuwasikilize, maana sisi Waislamu labda katika jamii yetu tuna tatizo moja, tunatofautiana kidogo na wasiokuwa Waislamu. Wasiokuwa Waislamu akisema mtu wao jambo, hilo limesemwa na hilo linasubiri maelekezo na watu wafanye. Lakini sisi mara mtu kaingizwa kwenye unafiki mara mtu kaingizwa kwenye ukafiri, mara mtu kaingizwa, mwanachuoni huyo kashaingizwa ingizwa katika mambo mambo fulani fulani. Hatuko kitu kimoja M haraka mno kuingizana kwenye unafiki, haraka mno kuingizana kwenye ukafiri. Lakini wenzetu hawako hivyo, hawako hivyo kabisa. Wewe tizama hili analozungumza ni la haki, unatakiwa ulikamate na ulifanyie kazi. Jambo la kwanza nasiha katika viongozi wetu, anasema talkul inda alulamae fi alilmi walbayani, kupokea kwa wanachuoni wetu elimu na ubainifu wao. Wanachuoni wanatutatulia matatizo yetu ndani ya familia zetu, ndani ya jamii zetu, lakini katika taifa letu kwa ujumla, wanatutatulia Tunatakiwa tupokee ile elimu ambayo yule ambaye ameizungumza kwa haki tuipokee ile elimu na tuifanyie <tune> kazi. wa alla yatatabba alinsan auratahum, na kwamba binadamu asifuatilie fuatilie aibu za wanachuoni asifuatilie. Wazallatihim, na kule kuteleza kwao Wama yakhtauna fihi, na mambo ambayo wanakosea pale wanapokosea, mtu usifuatilie fuatilie. Kwa nini tunasema hivi? Kwa sababu li annahum ghairu masumina, kwa sababu wao hawakuhifadhiwa. Wanafanya makosa kama wanavyofanya makosa watu wengine, hawakuhifadhiwa. Mitume ndio walohifadhiwa, lakini wanachuoni wetu hawakuhifadhiwa, wanafanya makosa kama wanavyofanya makosa watu wengine.

La tuudhu la tuudhu almuslimina, msiwaudhi Waislamu, wala tatabau auratahum, na wala msifuatilie fuatilie aibu zao, fa innahu, kwani hakika, man tataba aurat aurata akhihi, yule ambaye atafuatilia aibu ya ndugu yake, ataanza kufuatilia fuatilia aibu ya ndugu yake Fadhahahu llahu, Mwenyezi Mungu atamfedhehesha mtu huyo walau fi baiti ummi, hata akiwa katika nyumba ya mama ake, Mwenyezi Mungu atamfedhehesha hawa wanaozungumzwa ni Waislamu. Usifuatilie aibu za Waislamu wenzio. Je, yes, seuze wanachuoni hawa wana daraja nyingine kwa Allah subhanahu wataala, wao ndo zaidi, usifuatilie aibu zao Hatutakii tufanye hivyo hiyo. Ukifanya hivyo tayari ishakuwa nasaha katika dini, hukufuatilia anafanya nini? Ana maana, wengine anasema ndo Qur'ani gani? Msikilize, msikilize shehe, msikilizeshehe ndo kishehe hichi kinasoma kina, kina Qur'an um, mwanangu anasoma vizuri kuliko kuliku. Anaanza kueleza matatizo yao, aibu yao, Muislamu mwezio tu usi, Mtume anasema usieneze, usifuatilie. Je, yeah, huyu mwanachuoni hukumtendee haki na maanake, na kosa lake ni kubwa. Mwenyezi Mungu atakufedhesha, atakufedheesha iosik atakufedhesha. Lakini nasaha kwa viongozi wa dini, tudafiu an auratihim, ulinde ulinde aibu zao, ulinde aibu zao, zao. Kivipi? an tastura mastatata kumstiri kwa kadri unavyoweza, lakini wala taskut, na wala usinyamaze kimya ukamwachia a a usinyamaze kimya bal nab bali mzinduwe, mzinduwe katika njia nzuri. Unaweza wewe kumzindua, mzinduwe. Huwezi wewe, mwambie mtu wa rika lake wa umri wake, amzindue anavyofanya shekhe fulani mwanachuoni fulani alimu fulani hivi, sivyo. Mzidue katika njia nzuri, sio unatuma mitandaoni, au unaeneza katika mitaa, unaeneza katika misikiti na kadhalika. Hii siyo nasaha katika dini. Qala Abubakar, amesema Abubakar wakati alipo, alipo, alipo tawalishwa kuwa khalifa, alisema nini? Anaambia wenziwe in wajadtu fa aqimuni, nikienda upande ninyosheni. Kiongozi huyo na Abubakar ni kiongozi wa dini lakini vile vile, vile, ni kiongozi wa utawala dola, wana majeshi. Anaambia waislamu msikitini, anawaambia endapo kama nitaenda upande basi mnyoosheni, msiniachie tumkangamia. Hivyo tuna wajibu mkubwa sisi waislamu kutoa nasaha kwa viongozi wetu wa dini Fakawimu, fakawim akhaka, basi tunaambizani, mnyooshe ndugu yako wala siyama, na haswa haswa ahlu lilmi wale wanachuoni wenye elimu wa in akhtaa, endapo kama atateleza muna...